Ha? Sikiliza maelezo ya aya sura 34 aya 14. Kufariki kwa Suleiman, kichwa cha habari kufariki kwa Suleiman. Allah anatueleza namna Suleiman alayhisalam alivyofariki na namna Allah alivyowaficha majini ambao walitiishwa kwake wafanye kazi ngumu. Anaendelea kue, aliendelea kuegemea fimbo yake ambayo ilikuwa ni mkongojo wake kwa mjibu wa Ibn Abbas na Mujahid na Al-Hasan na kadada na wengine wanasema alibakia hivyo kwa kipindi kirefu kadiri ya mwaka mmoja narudia tena kadiri ya mwaka mmoja baada ya fimbo hiyo kuliwa na wadudu wa ardhini nao ni mchwa ilidhoofu na ikaanguka chini ndipo ilipojulikana kwamba alishakufa tangu muda mrefu ikawadhirikia majini na wanadamu ikawadhirikia majini na wanadamu kwamba majini hawajui ghaibu kama wangelikuwa waki, eh, waki, kama ilivyokuwa wakidhaniwa waki eh. Kwa hiyo na watu wengine wakawaunga mkono. Hivyo ndiyo kauli ya Allah. Jamani, naomba like ili tusidondoshwe, naomba like ili okay tusidondoshwe jamani, uh -huh. Kwa hiyo ikawajuliki ikawajulikia watu na majini kwamba majini hawajui ghaibu e, kama walivyokuwa wakidhai hivyo na watu wengine wakaunga mkono. Hiyo ndiyo kauli ya Allah alivyosema, hapana aliwajulisha kufa kwake ila mnyama wa ardhi aliyekula fimbo yake. Na alipoanguka majini walitambua kuwa wangelijua ghaibu wasingelikaa katika adhabu hiyo ya kufedhehesha mwisho wa nukuu. Yes, samani mwisho ni nukuu hapa, yaani iliwadhihirikia watu au na majini, I mean iliwadhihirikia watu kuwa wao majini walikuwa ni waongo, mwisho wa nukuu. Maanake hadi kipindi hicho ndipo duduchungu alipowila alipo ile fimbo ndipo ilipodhihirika kwamba e, Suleimani alishakufa zamani. Swali, katika kipindi hiki chote kwani hakukuwa na watu ambao wanaongea nao Suleimani? Hakukuwa na baraza la mawaziri? hakukuwa na eh, uh, watu ambao labda walikuwa wampelekee chakula eh? hakukuwa na wake ambao walitafuta unyumba yani? Hivi hamuoni hizi ni, ni, ni, ni, ni ekaya za bunuasi hizi haya haya. Eh, bela kidogo nitamjibu alafu nitakupatia e, kwa sababu niko na shughuli kidogo. So mimi nasema hivi e, kwanza e, maandiko kile ambaye e, na insist tena, narudia kwamba kile ambaye umesoma haiko kwa verses haya, inazungumzia majini ndio hawana ilmi ya kujua kwamba mambo ya ghaibu. Ndio Mungu anasema Allah kanu yaalamuna ya alghaiba, kama wangelijua mambo ya wa ghaibu hawangeendelea kwa ku, ku, ku, ku, ku, ku, kupata hiyo adhabu. Kwa hivyo hata wanadamu watujui, watu hata Muhammad alikuwa ajui ghaibu, na kama vile unasema sasa, ama vile wewe una, unafikiria wewe ulisema wake eh, wake zake watu wake hawakujua hiyo mwaka yote, aya haijazungumzia hiyo, lakini vile kama vile we unge, unge, una, una, una, una, una, yani unayamini ama unaelewa hiyo mwaka yote, watu hawangeweza kujua kifo chake. Hiyo ni miujiza anabira kwa Mwenyezi Mungu, kama vile katika Qur'ani sura kumi na nane alihifadhi mwili wake. Kuna watu ambaye wanaitwa ashabul kahf, hiyo ni mwaka moja, hawa walikaa pangoni. Manka, e, 309 years. Mm -hmm. So hiyo ni uwezo wa Mwenyezi Mungu. 309 years. Walabithu fihi thalatha mi atin sinina wazdadu tisa soma Qurani 18 25. Yani, Mwenyezi Mungu aliwafanya hawa wa, wa, wa, hicho kisa pia pangu. ni cha uongo oh, oh. kilikuwa ni kisa cha miongoni mwa visa vya uh, Israeliat iz, uh, katika sura Al-Baqarah kuna yule alikufa mwaka mia moja. So, hii yote ni uwezo na ukubwa wa Mwenyezi Mungu anavyofanya vile vile vile, anataka kama kama alifanya hiyo watu 309 years, au watu wako na familia kama vile umesema, lakini walikuwa pale kwa pango 309 years. Mungu anasema, walabithu fi kahfi mia tatu sinina wazdadu tisaa years, walikuwa kwa pango. So, hii ni kuonyesha miracle na power ya Mwenyezi Mungu. Na kuna mwingine alikufa mwaka mia moja, Mungu tena akamfufua. Hiyo yote ni uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mimi nashukuru, sasa umegeuza kibao kwa sababu mwanzoni ulikuwa umekanusha, lakini sasa na kuna mwingine aliishi 900 years. Hiyo yote ni uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hii kwa kauli vile we umeelewa kwa sababu wewe unajaribu kuongeza vitu ambaye haijatajwa kwa watu wake, haijatajwa hapa watu wake, hata Ibn Kathir hajasema watu wake, wewe unasema watu wake wake wake, hawana habari. Ndio nimekujibu sasa, vile wewe unaweka hii. Ni mira kuna uwezo wa Mungu kuweza kuweka mtu mwaka 309 kwa pango, kuweka mtu anakufa mwaka 100 tena anafufuka, mwingine anaishi 900 years, kama Nabino 900 good years All these are miracles ya Mwenyezi Mungu. Wewe eh, unajaribu kutafuta contradiction kwa Quran hakuna contradiction. Kama vile Biblia inasema ati Mungu ni mjinga mpumbavu mara ati Mungu, mara eh, ay, ati, jaribu kugeuza mada, haina contradiction, kama mada tunazungumzia habari za Suleimani, ati Mungu anakufa anafufuka ati sujui nini ama sijui nini hakuna contradiction habari ya Suleiman nimekujibu nimekuambia haijaelezwa kwa aya lakini kama namna unavyofikiria, unafikiria, Mungu hawezi fanya hivyo nimekuambia Mungu anaweza fanya hivyo kama vile watu wa ashabul kahf walivyokaa pangoni 309 years haya hiyo ni uwezo hii aya inaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu aliwafunga macho wale majini, ndio maana hawaja walikuwa hawajui kwamba Suleimani kafa, au haijaandikwa hivyo. Sawa sawa, Sheikh amesema kwamba alijenga nyumba ya kioo, kwa hiyo wakawa wanamuona wale, kutoka kule nje wanamuona e, amekaa pale tu kwenye kiti chake na fimbo yake ameshika, ya kumbe Suleimani alishakufa zamani. sasa yule mchu alipoendelea kula ile fimbo na nadhani mchu anaweza kala fimbo mpaka fimbo inakuja kuanguka. E, manake ni muda mrefu kama alivyosema she, she pale kwamba ni dhahari mwaka mmoja imeandika hivyo e, nani kasema mwaka mmoja? Kasema mwaka mmoja Ibnu Kathiri. E, Sheikh Faris amesema ni dhahari. Dhahari ni muda mrefu, kwa hiyo inaweza hmm, kawa ni mwaka mmoja mmoja, huwezi ukasema mwaka, mwaka mmoja ni dahari e, mwaka ha, mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka, mwaka. Sawa, hata ukisema hivyo maana manake tuseme ni kipindi cha mwaka mmoja na wewe, labda tukubaliane na na wewe kwamba ni mwaka mmoja, twende na mwaka mmoja. Kwa hiyo kwa mwaka mmoja huu Suleimani hajazikwa, kwa mwaka mmoja huu Suleimani yeye akutane na wake zake, kwa mwaka mmoja huu akutane na baraza la mawaziri Yani yuko pale tu, wamefichwa wanadamu na majini kwamba Suleimani amekufa. Hizi kama sio habari za halifu halifulela aulela mi e, yani sielewi ni habari za nini prince kwa karibu Okay. Na, huyo srani kwa mwaka mmoja yeah, hali chakura, hanywi maji, hanywi maji, hawaongei, hakuna watu wanafika barazani kutafuta ushauri wa, wa, wa, wa mfalme. Yani yuko viko tu okay. Mrudishe ule maalimu yule. Hajatoka, amesema amesema anakimbia ana, ana shughuli lakini anarudi, sijui Chaka chaka ni, hivi. Uo, uo, yeah. Uo ni woga, ukimsikia hata naanza kusema, oh, sio kama Mungu alishakasirika. Mi napendaga Muislamu akifika hapo akifika hapo ndo nagongelea msumari. Naona, Chaka ni hivi. Kwa sababu semahimtume wetu Muhamadi ametwambia hivi idha arada llahu an yaqdhia amrahu dhahaba dhawil uqula uqulahu, Mwenyezi Mungu akitaka kupitisha jambo lake, anaondoa akili za watu wenye akili, kwamba hawawezi wakatambua tena lile swala hta alikishapita lile ndo baadaye sasa anawarudishia zile akili zao mwaka mzima haa. mwili huko pale huu mwili auozi mwaka mzima ule mwili ule mwili ya unuki, kunuka, kama, kama mwili, mwili, mwili wa bwana mtume, mtume, mtume ulinuka pale, jamaa walipomkimbia wakakwenda kwa Banu Sakifa kwenda kupigania mamlaka, wakamwacha Ali na Abasi wakingang'ana na mwili wa bwana mtume kama mwili wa mtume unuka, utakuwa ni mwili wa Suleiman. Ndio maana nakwambia siku tatu tu, na ni siku tatu tu mm, tena tena, Middle East, Middle East ni sehemu ya nini kabisa, yani eh, sehemu ya joto. Mwili ukikaa juu ya mgongo wa ardhi siku moja, mbwa wakaanza kumuramba. Ah, Sheikh Khalifa, na wewe bwana, una una mabitu hiyo umepata wapi? <laughs> Iko iko nitakutafutia hiyo. Kitabu kipi she? Mimi sijapatana nayo. Karibu karibu. Oh oh. Ah, uh, karibu bela, unajua kutetea Uislamu kama kutetea gunia, kama kuziba gunia lenye maji. Sasa unasema ati kuna hitaji akili. Niambie, hmm, tuambie hapa hivi, kulihitaji akili gani kujua Sulemani amekufa? Ndio maana nimekwambia hivi, Mwenyezi Mungu akitaka kupitisha jambo lake, huwa anawaondolea akili wale watu baada ya kuliona baadae.